Mtazamaji wa Tumaini Habari, nipo katika soko la nyama choma la Kumila Moto Vikunguti, jijini Dar es Salaam, soko ambalo wanaoifahamu kwa, kwa historia kwa namna lilivyokuwa, lakini kwa hivi sasa hali ni tofauti. Na moja kwa moja nakwenda kuzungumza na, na mwenyekiti wa soko hili Muhammad Mweko kufahamu biashara ambazo zinafanyika hapa, lakini mabadiliko haya hasa chachu yake hasa eh, kupando, machoma, ni ipi? Soko letu kwa upande wa nyama choma ni masaa 24 lakini wanaingia kwa awamu baadhi wapo ambao wanaanzia asubuhi mpaka jioni, na wengine wanaingia jioni mpaka asubuhi. Vile vile kwa mmalishe wanaingia asubuhi na wengine wanaingia jioni. Pia kuna idara ambayo ni wauzaji wa kongoro, mikia na ulimi, ambao wao wanaingia kuanzia saa tisa usiku mpaka saa nne, lakini ukija muda wowote unapata hizo bidhaa ambazo baada ya kukaa huenda wanajihifadhi sehemu mbadala. Soko hili la nyama choma la kumbi la moto linabebwa na wafanyabiashara wale wa nyama choma, lakini kadhalika na mamalishe pamoja na baba lishe. Tuzungumze nao na waweze kutuambia aina biashara ambao wanaifanya, lakini zaidi sana mabadiliko ya hili soko na namna ambavyo biashara yao hipo kwa hivi sasa. Biashara yetu ni nzuri sana na inavutia kutokana na mandhari ya soko jinsi alivyo kwa sasa ni tofauti na zamani, kwa sababu zamani tulikuwa hatuna kivuli wala soko hili lipo alipo naweza katika mazingira magumu sana ikiwemo mvua na ua votevilika vakwetu, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu biashara sasahivi inavutia kwa kila mtu ambaye anasogelea soko hili. Ah, mba, sahibi, jua

Yote haya ni kufuata huduma zinazopatikana katika soko hili. Nimetokea Banana, lakini nimekuja kula nyama hapa kwa ajili ya mandhari iliyokuwepo nzuri, tofauti na zamani ilivyo. Uzuri wa hapa umenivutia. Nimetoka huko makolisha pikipiki mpaka hapa kuja kula nyama. Sehemu hii ni nzuri, imetengenezwa hivi. Ukija hapa, unakula unafurahi roho yako, chakula kizuri, ugali toka hapa ndo kama hivi tunavyokula. Umaarufu wa Coco Beach umebebwa na mihogo, lakini umaarufu wa Vingunguti ni nyama choma. Aneti Nyoni, Tumaini habari.